Siwe mokozi. Kwa siku ya leo nataka nimshukuru Mungu kwa nafasi ya kipekee ambayo ameturuhusu tuwe katika kipindi hiki cha Mwanga wa Maandiko TV ambacho kinakujia kila siku ya Jumatano. Ninakualika msikilizaji wangu na mtazamaji wangu ukaweze kusubscribe, ukaweze kushare unapokuwa umebarikiwa na maandiko haya yakaweze kuwabariki na rafiki zako, jamii zako na wale wote ambao wataweza kufikiwa na mitandao basi. Kabla tuanze kipindi, naomba tukaweze kuinamisha vichwa vyetu tupate ombi. Mungu wetu na baba yetu, ambaye unatupenda, unatujua, unatujali, tunaomba siku ya leo kwa njia ya kipekee kupitia roho yako mtakatifu akatufundishe, akatuhuishe, akatusongeze karibu nawe. Nena nasi kwa njia ya kipekee kupitia jina takatifu la Yesu. Tumeomba na hata kuamini Amen. Amen. Basi ili tuingie kwa kipindi cha siku ya leo, ninaomba tukachukue nafasi hii kuweza kuwajulisha majina yetu, ndipo mjue ni akina nani wanaongoza kipindi, nikianza na mnenaji. Kwa majina ni Eva Wambua na wakaribisha kwa kipindi, kwa majina ni David Mamboreo na wakaribisha nyote katika kipindi hiki. Jina langu ni Vincent Korir, karibuni sana katika kipindi hiki Mwalimu Korir na Mwalimu Mambo, leo na mada ambayo tunaenda kuizungumzia siku ya leo ni mada tamu, mada nzuri, mada ya mabinti wawili Ruth na Esther. Hawa mabinti tutajua leo ni mambo gani yaliwafika, ni mambo gani tutajifundisha kupitia maisha yao na kupitia changamoto walizokuwa nazo. Basi kabla tuingie pale, tunaangalia tumepewa fungu la kukariri, ni Esther tano fungu lile la pili Nitaruhusu lisomwe tu kwa Kiswahili, katika nakala yetu ya Kiswahili. Fungu letu la kukalili vile mwalimu amesema ni Esther tano mbili na nukuu, inasema ikawa, mfalme alipomwona malkia Esther amesimama uwani, yeye akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamnyosha Esther fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi, basi Esther akakaribia akaigusa ncha ya fimbo. Tunaona binti huyu amepata kibali mbele ya na ya mfalme, na Esther alikuwa haruhusiwi kuingia mbele ya mfalme bila mfalme kumwita, lakini ilibidi hali ilibidi aingie kwa mfalme kabla ya kuitwa, ndiposa tunaona ameingia akingojea, na ndipo anapopata kibali, mfalme anamnyoshea fimbo na yeye malkia anagusa ncha ya fimbo ndipo anaweza kuwa na nafasi ya kujieleza na kusema ni nini. Katika mada hii ya Ruth na Esther, katika tu utangulizi, tunaona ya kwamba kisa hiki ambacho kimeandikwa hapa kinazidi kutuambia kuna mambo ambayo yalimkumba huyu binti. Na huyu binti, akiwa ni Malkia aliyechaguliwa, alikuwa ni binti mdogo aliyeishi nchi ya ugenini. Hawikuwa kwao alikuwa nchi ya ugenini, na tunajua alilelewa na mjomba yake Mordekai, na Mordekai alivyomlea alimwambia, usijitambulishe kwa wewe ni wa kabila gani, ni wa taifa gani, bali ukae tu na uende katika nini, katika ile msafara ya kukaguliwa malkia. Na Esther alipokaguliwa akawa ni malkia, tunaona aliambiwa sheria za ile ikulu, wezi ingia kwa mfalme mpaka uitwe. Lakini sasa Esther, imebidi kuna jambo la dharura mpaka ingie kwa mfalme na alipoingia tunaona alipata kibali. Kwa nini? Alikuwa ni mrembo, Esther alikuwa na tazamika. Ukimtazama unaona hapana, Malkia amesimama na anayestahili. Na ndipo mfalme akanyosha ile fimbo na akafanya nini, akaweza kugusa incha yake. Hatutaangalia Esther peke yake, tutaangalia na Ruth. Na tunaona ya kwamba huyu Ruth naye ambaye alikuwa ni binti wa inchi ya Moab Ruth alikuwa ame pata nafasi ya kuweza kuolewa na kijana ambaye alitoka Bethlehem ambaye alikuwa ni Myahudi, lakini tunaona Ruth alifiliwa na mmewe, naye Esther akiwa nchi ya ugenini ameolewa na mfalme ambaye siwa nchi yao. Sasa hawa mabinti wawili, mchakato unaoendelea hapa, tutajua ni mchakato gani na ni mambo gani yanawasiliana nasi katika kipindi cha unabii tunapoonyeshwa mabinti hawa wawili, kwa sababu tunaelekezwa ya kwamba kiini cha unabii wote ni ni Yesu Kristo. Kwa hivyo tunapowaangalia hawa mabinti katika nchi ya ugenini, kumbuka wewe na mimi tuko nchi ya ugenini. Tuweza kuwa tuko duniani lakini tuafikiria tuko hapa milele. Hatuko hapa milele, sisi ni wageni, sisi ni wasafiri twapita. Basi tunapowaangalia mabinti hawa tukumbuke unabii ya, unabi, ya kwamba tunaambiwa tuko nchi ya ugenini kama vile hao walivyokuwa nchi ya wapi, ya ugenini. Na jambo linalotangulia kutuambia katika mada inayofuata ni kwamba njaa katika nchi nyumba ya mkate, nyumba ambayo inatengeneza mikate kwa bakery hapa kwetu Kenya, alafu tufike pale hakuna nini? Hakuna mkate, tutashangaa, kuna njaa. Sasa hapa, unabii unatwambia njaa katika nyumba ya nini? Ya mkate. Tunajua kuwa Bethlehem ilikuwa maana yake ni mkate, na Bethlehem ilitakikana iwe imejaa vinono na vizuri, lakini angalia kuna njaa Bethlehem, mpaka tunaona Elmelek anachukua jamii yake mkeo akiwa ni Naomi, anachukua jamii yake vijana wake wawili Kilioni na Maloni, na wanaenda nchi ya Moabu, wanaenda tafuta chakula, wanaenda tafuta shibe. Tunaona ya kwamba kumbe tumbo ndiye master anayesumbua watu, tuamka asubuhi siku zote tukitafuta chakula kwa sababu ya mzee tumbo. Hasa njaa ilipoingia Bethlehem, ambayo ni iwe nyumba ya mkate, leo imeingia njaa, mzee alimeleke akabeba familia kwenda wapi? Moabu Jambo lililotukia kule hatukulitarajia. Mzee Elimeleki anapoteza vijana wake wawili, na yeye mwenyewe anakufa, na Naomi anabaki mjane na mabinti wawili wa Moabu, Ru, Ruth ambaye alikuwa ameolewa na kijana wake, naye Orpa akawa pia ameolewa na kijana wake. Vijana wote wamekufa, mama amebaki na wakazawana Atafanya nini? Mwalimu, mambo leo, sijui kama una jambo pale la kuongeza kabla tuingie sehemu ya mada ya Ruth na Boaz. Eh, vile umeweza kuguzia hiyo nambari, ni kwamba tunaona nyumba ya mkate ikiwa na njaa ja. <laughs> ambayo tunaona <laughs> si kitu cha kawaida eh, lakini tukiangalia ndani kwa undani inamaanisha nini? Unaona, wakati e, Mungu aliweza kuumba Adamu na Hawa katika shamba la Edeni, alikuwa amekusudia wawe na maisha mazuri, walikuwa wa, wawe na shibe, walikuwa wawe na chakula, kwa sababu alikuwa amewabariki na alikuwa amewaumbia chakula, kwa sababu ukiangalia katika hiyo kumi na sita Mwanzo mbili kumi na sita anawaambia kwamba miti yote Uh, miti, matunda yote katika miti ya bustani mnaweza mkala, ila mti wa ujusi wa mema na mabaya. Kwa hivyo ilikuwa ni, ni wingi wa chakula, lakini sasa tunaona ya kwamba eh, tatizo linaingia wakati tatizo la dhambi lilipoingia. Sasa ndio kuna ibilisi ndiye alichukua ushukani, sasa kwa sababu Adamu na Hawa walikuwa wamepewa jukumu la kulitiisha hiyo, hiyo ardhi lakini sasa uh, shetani alipochukua ushukani akawanyanganya Adamu na mwanadamu kila ambacho Mungu alikuwa amekusudia. Ndio maana tunaona hapa njaa inakuja mahali walikuwa panatarajiwa iwe shibe. Asante mwalimu. Basi tunapoona jambo hili la njaa katika nyumba ya mkate na tunaona kwa sababu ya dhambi, tujiulize na sisi tunapoendelea kuishi, je, sisi tunamilikiwa na Kristo ama ni shetani ndiye anayetumiliki? Basi katika sehemu inayofuata ambayo ni Ruth na Boaz, mwalimu Koriri, naomba ukaweze kutuambia ni jambo gani linaendelea. Asante sana mwalimu. Uh, tukiangalia tunaona Ruthu na Boasi. Na kabla hatujaangalia Ruthu na Boasi, ni kwamba tumeona Ruthu ni kwamba wametoka katika nchi yao wakaenda nchi genini wakapata shida kubwa sana. Katika kitabu cha Ruthu mbili, tunapata Naomi anapasa sauti, anasema ya, ya kwamba musiniite Naomi tena, ila muniite Mara kwa maana nimepata nini? Shida kubwa sana. So tumepata Rutu amesharudi na amerudi nchi ya Bethlehem, Israeli. Kuna mtu mmoja pia anaitwa Boaz na huyu Boaz ni, ilikuwa ni mtu wa jamii ya Elimelek. Tukapata ya kwamba wameweza kukutana pia wameweza kurudi lakini kuna jambo nzito hapa ambapo inafaa tujifunze ya kwamba tunaona uhusiano wetu na Muumba wetu ambaye ni Mwenyezi Mungu imeharibiwa na dhambi. Janzo hii yote ya kilio na tabu na kuangaika ni kwa sababu ya dhambi. Lakini tunaona kando na kurudi akina Ruthu na Naomi ni kwamba wamerudi katika shamba lao lakini kumbuka, ni miaka mingi, ingekuwa vikumu sana aweze kumiliki tena shamba ya bwanake mumewe, mpaka akuwe na mtu ya jamaa, jamaa ya familia, jamaa yao, ambapo sasa Boaz ndipo tunapata sasa. Naomi anatamania sana huyu Rutu aolewe na Boaz eh. Hey, tukaona ya kwamba wameesha kukutana, ndipo tunaona Rutu na Boaz, tukaona ya kwamba Uh, kando na tumaini kubwa yes, na mtasamo wa Naomi Ruth, aweze aolewe na Boaz. Tunampata huyu Boaz si mtu tu hivi hivi, ni mtu ambaye ni mkarimu na mtu ambaye ako na moyo mkunjufu. Tunaona ya kwamba Ruth walipokutana ni kwamba Boaz alikuwa ni mkulima na ilikuwa ni nafasi ya mafuno. So, watu walipokuwa anafuna ni Ruth alikuwa anafuata nyuma nyuma kuokota mabaki, na tunapata ya kwamba Boaz anasema kuonyesha ukarimu wake, anaambia kwa msikasie, huyu msichana waja okote, na aliweza kumkaribisha. Tukaona ya kwamba kwa hakika Boaz alikuwa mtu mkarimu na